Ayub mbunge, wa mbunge kutoka baraza la wawakilishi Zanzibar. Tumeshuhudia yeah, rais akizindua daraja la kisasa la Kigamboni ambalo limepewa jina la baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye hajawahi kuishi Kigamboni. Kwa nini daraja hilo halijapewa jina la rais mstaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Aboud Jumbe? Swali hilo linajibiwa pia na naibu waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa Edwin Ngonyani Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub mbunge baraza wa baraza ya wakilishi kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, mji wa Kigamboni una historia ndefu kwa viongozi mbalimbali wa taifa letu, wakiwemo baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, vile vile hayati Rashid Mfaume Kawawa na hayati Aboud Jumbe na wengine wengi. Daraja la Kigamboni lilipewa jina la daraja la Nyerere kwa heshima ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutokana na mchango wake mkubwa kwa maendeleo ya taifa letu. Ikumbukwe kwamba wazo la ujenzi wa daraja la Kigamboni lilianza wakati wa serikali ya awamu ya kwanza, ambapo katika mipango ya maendeleo ya miaka 60 serikali chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Ilianza mikakati ya ujenzi wa madaraja makubwa matano ya Kigamboni, Rufiji, Malagarasi, Kirumi na Kilombero. Mheshimiwa Naibu Spika, bado kuna barabara, madaraja na miundombinu mbalimbali ya umma iliyopo na inayoendelea kujengwa. Mheshimiwa mbunge anaweza kupeleka mapendekezo katika mamlaka zinazohusika ili moja ya barabara, daraja au miundombinu iliyopo au itakayojengwa iweze kuitwa kwa jina la Aboud Jumbe kadri itakavyoonekana inafaa. Mheshimiwa Jaku Ayub, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nakubaliana na Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kutokana na mchango mkubwa wa maendeleo wa taifa kwa baba hayati Mwalimu Nyerere, mkubwa ni kiri hivyo, lakini nataka kuweka hansard sawa. Mheshimiwa Naibu Spika, Rais marehemu Aboud Jumbe ni rais aliyefungua demokrasia mwanzo Zanzibar, ikiwemo baraza la wakilishi na katiba ya Zanzibar, lakini kumbukumbu kumbu nyingi zinaonyesha baba hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere anazo ikiwemo, ukumbi wa mkutano wa kimataifa Dar es Salaam, uwanja wa ndege wa kimataifa kuitwa jina lake, mfuko wa taasisi ya fedha kuna barabara hata Zanzibar ziko zinaitwa Baba Nyerere. Leo kweli tunamtendea haki hayati Abu Jumbe Mwinyi, mtu aliyeishi karibu miaka thelathini na mbili na kila mmoja Mtanzania najua alioishi kule Kigamboni. Na mheshimiwa naibu spika, kuteleza sikuanguka, kutokuwa na meno sio uzee. Yes, je, serikali imesema ime um, iko tayari kuchukua mapendekezo yangu nayekubadilisha jina hilo? Hilo la kwanza Pili yeye, kwa nini serikali haikutafakari mapema na badala yake mheshimiwa wa serikali inasubiri mapendekezo kutoka kwa mheshimiwa mbunge? Na lini serikali ya Jamhuri ya Muungano itaenzi viongozi wetu kuweka historia katika kumbukumbu -kumbu ili vizazi vijaji vijazo vikaja kuona historia hiyo? Mheshimiwa Jaku naona umeuliza maswali matatu hapo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Uchukuzi, wa Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano, jibu maswali mawili tafadhali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi Uchukuzi na Mawasiliano, naomba kujibu maswali ya nyongeza yaliyoulizwa ya na Mheshimiwa Jaku Hashim Ayub mbunge wa Baraza la Wawakilishi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, hakuna ambaye hatambui michango ya viongozi wetu wa kitaifa wote, na nimwombe tu, na bahati nzuri yeye ni mbunge wa Baraza la Wawakilishi na na uhakika anafahamu kwamba tuna forum kati ya serikali hizi mbili, tuombe tuzitumie zile forum, kama kuna kitu anadhani kina tatizo tuweze kukijadili na kukirekebisha. Mi namwomba sana, kama kuna daraja jingine, kama kuna barabara jingine, tafadhali wewe tuambie, ili tuweze kuangalia uwezekano wa kutumia hilo jina kwa hilo eneo ambalo hata nyinyi watu wa baraza la wakilishi, watu ambao unawakilisha, mtaridhika nalo.